Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, karibu sana tena sana katika kipindi chako pendwa ambacho kinakurukia baadhi ya siku, karibu sana. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Aroa kutoka Lecture Online TV. Kabla yote niweze kukaribisha, uweze kusubscribe hapo chini, kubonyeza alama ya kengele, na inapokuwa tayari kuna alama nyose hapo chini, bonyeze ili uweze kupika vipindi vyote vinapokuwa tayari. Waalike na wa wale wengine ambao wapo mbali na chaneli hii, watumie linki zetu na waweze kujiunga nasi mengi zaidi watafaidika, kama unafaidika wewe pia. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya YouTube, hakikisha unajisajili na programu ya Arabi kwa shilingi elfu sita tu kwa mwezi, ni gharama chache sana tena sana, na programu hii itaanza tarehe moja mwezi wa 4, 2025 punde tu baada ya Ramadhan. Hata kama itakuwa ni siku ya Eid, somo litatumwa na mambo mengine yataendelea insha Allah. Cha muhimu usajili unafungwa tarehe 31 mwezi huu, tuna siku kama mbili hapa zilizobakia. Changamkia fursa hii usiweze kupitwa na ta, nafasi muhimu sana ya kujifunza lugha ya Kiarabu. Na yule ambaye anatamani kujifunza lugha ya sorry, kujifunza Qur'ani pia naye anakaribishwa kwa namba hii hiihii, sifuri saba nane tano saba sita sita saba sifuri tatu, au unaiona hapo katika skrini yako uweza kutafuta Leo hii tutajifunza kitu muhimu sana lakini kwa wale ambao walikuwa wanatamani kujiunga na IOU, International Open University ni usajili umefungwa jana. Kwa lakini pia unaweza kujiandaa na semester inayokuja. Tuendelee. Leo tutakuwa na Arabic. Leo si Quran, leo tutakuwa na nini? Na Arabic. Alhamdulillah, leo ni kwa Arabuni kabisa na kama unavyo niona tutakuwa katika lugha yetu ya Kiarabu. Tutajifunza Kiarabu sehemu muhimu sana, namna ya kutumia tenses, kutumia nyakati, ndicho ambacho tutakwenda kujifunza. Tutajifunza nyakati moja tu, nyakati gani? Fi'lu madhi, wakati uliopita. Kwa hiyo tutajifunza wakati uliopita, zingatia ili ufahamu namna ya kutumia nyakati katika Kiarabu, wakati uliopita na wakati wa sasa na wakati ujao. Unatakiwa uzingatie ufahamu kwanza dhamair, ufahamu zile dhamair mufasili hamar mfasili nizpomba ziona katika skrini yako, nimekekea ana nahnu, hizo za nini mtakale, mzungumzaji. Anta, anti, antuma nyinyi wawili, sawa. Antum nyinyi wengi, antuna nyinyi wengi wa kike, hizo na. Anayezungumzishwa hua, yeye wa kiume, hia yeye wa kike, uma wao wawili wanaume na wanake mchanganyiko, hum wao wengi wanaume kuanzia watatu na kuendelea. Hunna wa wengi wa kike. Kwa hiyo sisi tuta, tutafanya mna katika kipindi chetu hichi itakuwa ni silsila, yani ni series. Kwa hiyo tutaanza na nini? Na ana na nahnu. Tufahamu namna ya kutumia ana manake mimi, nahnu sisi katika wakati uliopita. Tutasemaje? Au tutafanya vipi? Kitendo chetu ni hichi hapa dhahaba. Dhahaba manake alikwenda. Tutatumia vitendo tofauti tofauti. Ukitaka kusema hivi, nimekwenda ikiwa dhahaba, alikwenda huwa make dhahaba, alikwenda hayupo, si ndio? Lakini ukitaka kusema hivi, nimekwenda au nilikwenda, unafanya vile kitu rahisi sana. Dhahaba herufi ya mwisho imeishwa na nini na fatha, kwa sababu ni fil madhi, inakuwa mabni al fatha. Saa imeisha na fatha, ili ije useme nimekwenda, tutabadilisha kitu kile gani? Ba ambayo imeishwa na herufi ya fatha mwisho, ambayo dhahaba ba, inafata, ba inafatha, tunaibadilisha ba ile inakuwa na sakna kisha baada hapo, tunaleta ile ta ya mzungumzaji, sawa? Ta file ya mzungumzaji ambayo nini, ta inakuwa na dhamma inakuwa na dhamma. Ta, na utasema hivi dhahabtu. Mwanzo hujabadilisha dhaha, inabaki kama kawaida vile vile, lakini ile ba inapokuwa na fatha unaibadilisha na kuwa na sakna. Unasemaje? Dhahabtu, dhahabtu, sawa? Kwa hiyo utafanya hivyo katika vitendo vyote ambavyo havina zile herufu za ila Mfano tendo kingine jalasa, jalasa maana yake amekaa. Utasa nimekaa jalastu. Mfano jalastu ala kursiji, nimekaa juu ya kitu. Dhahabtu ila almasjidi sabaha, nilikwenda msikitini asubuhi kama hivyo. Sasa ukitaka sasa tumekwenda au tulikwenda utasemaje? Utasema hivi dhahabna, kama ulivyobadilisha katika kitendo kile, ba elfa mwisho ikabadilisha kuwa na sakna, utaibadilisha vile vile Ba itakuwa nasakna, na sakna alafu utaongeza nun ambayo ina alif ya madda utasema hivi. Na mfano dhahabna, tulikwenda. Jalasna, tulikaa. Mfano jalasna ala kursi, tulikaa juu ya kiti. Dhahabna ila suqi almarkazi, tulikwenda supermarket. Hiyo ndiyo namna ya kutumia wakati uliopita. Ni rahisi sana tena sana. Ukiwa una shida unatamani kufahamu namna kutumia tensi katika Kiarabu, au unatamani kujiunga na arabi na kikozi uwe kama hivi, unaweza kutumia kucheza na nyakati na uwe vizuri katika lugha ya Kiarabu. Namba hiyo ipo chini na yona siri yako, tutafute WhatsApp tuweze kujifunza pamoja. Mfano wa sentensi ambazo nimekuandalia ni kama hizo hizo, kutajia mfano sentensi nyingine, kitendo kitendo hicho hapa, akala amekula. Akalna taama, tulikula chakula. Akaltu taama, akaltu taama, nilikula chakula sa, darabtu kalba, nilimpia nani? Mbwa, mfano a hivyo. Hiyo ndiyo lugha ya Kiarabu, rahisi sana, sana. Tu, sana tena sana. Nimeishia hapa. Kama utakuwa na la ziada, tutafuta namba 0785766703 tuweze kujiunga pamoja sana tena sana. Kumbuka, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele hiyo hapo, vipindi vyetu vikufikie. Alhamdulillah na wale ambao tayari kusha subscribe tupo 71. Tuongeze familia iweze kukua. Niseme sina la ziada, ulikuwa nami mwalimu Ibrahim mara kutoka hapa hapa Lecture Online TV, karibu sana tena sana, maa salama.